Ndambia waongo anapenda kusema kitu ambayo watu wanataka kusikia. Kwa kupendezesha wanapenda kusema atafanikiwa, watakana magari makumi, manyumba mangapi, hiki na kile. Wanata, watapenda kusema kitu ambayo watu wanapenda kusikiliza. Hmm. Anapendezesha watu? Pendezesha watu ili watu wasikie kitu ambacho alisema wewe, oh, huyu ndio nabii wa kweli. Kwa sababu ukisema kuhusu nabii na nabii wa kweli, nabii wa kweli anasema kitu ambaye hata kama kuumiza anasema ili unyoshe njia zako vizuri. Nabii wa uongo anapenda kusema kitu ambacho watu wanapenda. Kwa hii <coughs> ni shida mm. Siku za mwisho hii, askofu nasema hivi <coughs> na wasikilizaji, anasema hivi, watu wanapenda sana kusikia kitu ambayo huyu mtumishi anasema, okay. Naba, tumalize kusoma Ezekiel kwa sababu hiyo <coughs> kwa sababu wameshawishi watu wangu wakisema amani, hmm. wala hapana amani, hmm. na mtu mmoja... wanashawishi yes. hmm. hapa nasema wanashawishi yes. hmm. Unaona yeah. hakuna amani, anasema kuna amani yeah. wakati hakuna amani. Na mtu mmoja ajengapo ukuta, tazama, wa upaka chokaa isiyo korogwa vyema. Hapana, hiyo tu mstari wa hmm. kumi tu basi, tubasi e, alafu cha mwisho naj muda ameshatupunga e, ni pana sana yeah. tunda Tunda. Mm. tunda la Roho yes. Linaonekana yes. kwa yule wa yes, kweli yes. Kitu unazungumza kitu ambayo anatoka katika kinywa chako na menendo mm. wako vitunda yes. Watu wataona hivi inapiwa kweli au uongo, naambia uongo, ana tamaa